ninayekukaribisha katika makala hii ni Yustasela John. Karibu sana, ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Na kwa siku ya leo tutaangazia kuhusiana na kufungwa kwa mlango wa rehema. Kuna wakati ambao Biblia inatuambia kuwa rehema ya Mungu ipo wazi kwa kila mtu. Kama vile mlango wa nyumba ukiwa umeachwa wazi ili wageni waingie, ndivyo Mungu alivyofungua mlango wa rehema ili kila mwanadamu apate nafasi ya kutubu na kuokolewa lakini Biblia pia inaonya kwamba huu mlango hautabaki wazi milele. Kuna siku itafika ambapo mlango huu utafungwa, na wakati huo hatutaweza tena kubadili upande wetu. Ellen G. White wa anasema, wakati mlango wa rehema utakapofungwa, hatutakuwa tena na nafasi ya kuandaa tabia zetu kwa ajili ya milele. Hii inatufundisha kuwa maisha ya sasa ndiyo ya muda wa kuamua, muda wa kumkaribia Yesu na muda wa kuacha dhambi zetu. Katika siku za Nuhu watu waliambiwa kuhusu gharika, walionya sana lakini hawakutaka kusikia. Walicheka, walifanya mzaha na wakaendelea na maisha yao ya kawaida. Lakini siku ile Nuhu alipomaliza kuingia ndani ya safina, Mungu mwenyewe alifunga mlango. Baada ya mlango kufungwa, hata kama wangepiga kelele au kuomba, haikufunguliwa. Huu ni mfano mzuri kutuonyesha hali itakavyokuwa wakati mlango wa rehema utakapofunga kwa ulimwengu. Biblia katika Ufunuo inasema akwae na atende vile vile, mtakatifu na afanywe mtakatifu zaidi. Hii ina maana kwamba wakati wa mwisho ukifika, watu hawatabadilishwa tena. Kama mtu aliishi maisha ya uaminifu kwa Mungu, atathibitishwa, na kama mtu alichagua njia ya dhambi, atakuwa amefunga hatima yake mwenyewe. Kufungwa kwa mlango wa rehema sio Mungu kutuadhibu bali ni matokeo ya uchaguzi wetu wa kila siku. Mungu amekuwa mvumilivu sana, anatuonya kupitia Biblia, kupitia mahubiri, kupitia Roho Mtakatifu na hata kupitia matokeo ya maisha yetu. Lakini kama mtoto anayefundishwa kila siku na bado hakubali kusikia, mwisho wa siku anatenda kwa matokeo ya chaguo lake. Ellen White pia anaandika kwamba tunapomkaribia Mungu kwa unyenyekevu na toba ya kweli, hatupaswi kuogopa kufungwa kwa mlango wa rehema, kwa sababu tukiwa katika Kristo tuko salama. Hii inatupa tumaini kwamba kumfuata Yesu leo ni njia pekee ya kuwa salama kesho. Kwa mfano rahisi, fikiria mwanafunzi aliyepata nafasi ya kufanya mtihani siku nzima. Walimu amempa muda wa kutosha wamemwekea kalamu, karatasi na hata wamemwonya mara mara kwa mara. Lakini saa ya mwisho ikipita, mtihani unakusanywa bila kujali kaishiwa muda au bado hajaandika. Siku ya mwisho ya neema itakuwa hivyo. Wengi watatamani wangetumia muda wao vyema, lakini muda utakuwa umeisha. Leo bado tuko kwenye kipindi cha rehema. Yesu bado anatuita kwa upendo, njoo kwangu wewe uliyechoka. Anatuambia kwamba damu yake bado inasamehe bado inasafisha bado inabadilisha. Lakini funzo kubwa ni kwamba tusicheze na dakika za wokovu, tusiseme kesho nitabadilika, kwa sababu haithibitishwi kwa mtu yeyote. Kazi ya roho Mtakatifu ndani ya moyo ni kama upepo mwanana. Unapomsikia akikumbusha kutubu, kumrudia Mungu au kuacha dhambi fulani, hiyo ndiyo sauti ya rehema, usiweke pembeni. Kila dakika tunapokataa mwaliko wa Mungu, mioyo yetu inakuwa migumu zaidi na hatari ya kufungiwa nje inakuwa kubwa. Yesu anataka tusiwe miongoni mwa wale ambao watasema kwa huzuni, mlango umefungwa. Badala yake, anataka tuwe wale ambao watakuwa ndani salama, kama Nuhu ndani ya safina, tukiimba Bwana ndiye wokovu wetu. Tuombe. Ee Mungu wetu, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu, tukijua kuwa bado mlango wa rehema uko wazi. Tunasema, Baba, tusaidie tusipuuze sauti yako. Tuguse mioyo yetu, ivunike, iloweke na igeuke kwako kwa kweli. Tuiondolee kiburi, ukaidi na tabia zote zinazofanya tuwe mbali na wewe. Tunakuomba utusamehe dhambi zetu, utupe nguvu ya kuziacha na utuweke salama katika Kristo kabla mlango wa rehema hujafungwa. Tunakuita kwa uchungu wa moyo, tukisema, usituache nje, wokovu Bwana. Asante kwa rehema zako zisizochoka, katika jina la Yesu, amina. Mtazamaji, kwa siku ya leo tumekuwa na wakati mzuri wa kujifunza kuhusiana na kufungwa kwa mlango wa rehema. Natumaini somo hili litakuwa la baraka sana kwako. Hadi wakati mwingine, mimi ni Yustasela John.